hii ni Baraka1 TV ambayo huko nasikiliza, ikiwa ni tarehe mbili za mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano, majira ni saa kumi na mbili asubuhi sasa Afrika Kati, saa moja majira Afrika Mashariki. Na amka na Baraka1 TV, mimi ni Rajabu wakili Kabonga ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, mtu mmoja anasadikika kuwa ni M23 akamatwa maeneo ya milimani. Uvira, wazalendo waendelea kupinga mpango wa seselefe kati ya M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Zibira, kazi kubwa yafanywa na FRDC na wazalendo yawatia hasara kubwa magaidi wa M23, huku wakijificha ndani ya nyumba ya wananchi wa kawaida. Kumbuka, operasion usaidia muzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operesheni yetu, tafadhali tumia namba ambazo kunaziona kwa screen yako, ili moja kwa moja tuendelee kuwasaidia ndugu zetu ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Tembelea pia Baraka1 TV channel 2 ambayo ni Baraka1 Media, ili uendelee kupata habari nyingi kutoka nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze taarifa hizi kutoka ndani ya jiji la Uvira ambako mtu mmoja anasadikika kuwa ni M23 alikamatwa huku maeneo ya milimani baada ya mapigano makali kati ya wazalendo na vikosi vya M23. Ameweza kutambulishwa ndani ya jiji la Uvira kwenye vyombo vya habari, huku akijieleza kwamba yeye ni Mrundi aliyekamatwa Burundi na kuja kutupwa kwenye vikosi vya M23 ili kuendeleza harakati za kupambana huko maeneo ya milimani. Mengi zaidi, ripoti hii kutoka ndani ya jiji la Uvira usa <tipa> usaa kwa wanasema kama yeye alikuya kutitambua kufika uku Kongo ajuwi nakubisa, alifika huko kongo me umusaidie, ila nikamuuliza batakusaidia munamna gani? yeye akasema kama balipita mimi ingambo ya huku ndio akakuya kujikutana bako mufasio baku batu benye balikuya bakakuya kuba

hevo hakuna kazi yenyewe walikuwa nayo bila karume hakuna nyingine kazi. Wa mwisho ni kuambia kwanza raia wote wa Uvira na Kongo wote kwa ujumla kwamba wakerasir kwamba watoto wao wazalendo na jeshi letu la Kongo wanajaa milima yote, hakuna kwenye adui, watu walale na wafanye kazi zao. Kama hayo yakizidi kujiri, wazalendo jijini Uvira wanakerwa na vitendo vya viongozi wa jimbo ikiwemo gavana wa mkoa wa Kivu ya Kusini pamoja na wabunge na mawaziri wa jimboni kuja, kuishi, kuja kufanya kazi jijini Uvira na kwenda kulala Burundi ikifika mida ya jioni. Vitendo hivyo vimemokera, na huku wazalendo wakiapa kuchukua mipango mipya ambayo itawalazimu viongozi hao kubaki hapa hapa Uvira, na nukuu baadhi ya maneno: haiwezekani waliwachagua wao wanabaki hapa Uvira, kisha nyinyi mliochaguliwa mnakwenda kulala Burundi. Hii ina maana gani? Neno la pili, tuliikala kwa assemblea provinciale jana, wakati ya session ya ouverture ya session parlementaire ya Septembre apres tout, valimaliza kazi yavo nanati furza wa depute wakavuka kwenda Muvungura. Sasa sisi wazalendo tukajiuliza swali moja, gouverneur kuishi Vukavu, d vamambr ya gouvernement provinciale kuishi Vukavu, ta badepute ekwishi Bujumbura, kisa akwenda ishi Bujumbura ni nini? na Nikapana mfano moya, depute mwenye alichaguliwa Uvira akenda kutumikia Bukavu kwa asamble provinciale, me kwa sasa asamble provinciale siege iko Uvira, lakini le depute nenda nndaishi Bujumbura, kisa ni nini? wale watu wenye walimchagula wenye kulala Uvira, eo ni mambuzi ni manyama au ni nini? Njomana sisi kama wazalendo ambao tuna rasira sekirite asamkuusa mu village ya Uvira ya kwamba otorite yote mweko ndala la Burundi, tusha kamata mazimio na msiku kidogo, tutatia majeshi zetu kuroko kafura hadi ku frontiere. Hakuna otorite kwenda ndala la Burundi, mpaka kila otorite atafute nyumba ya Uvira kwenye ataishi kama na mke na watoto, akiishi na watu, lakini hapana akwenda kuja asubuhi kubiro magharibi anaenda ndala la Burundi kwenda kufanya nini? Anakimbiaka nini? Na ndio maana sisi kama wazalendo, ile azimetushe ikamata ambayo atutasema pa kumejasuje kwanza kuanza kwamba Burundi ni nchi rafiki ya Kongo, na abawezi kataza mkongomani kwenda ishi Burundi wala kutembea Burundi, ile ni haki kwa kongomani. Ila sasa kusema ya kwamba mambo ya gouvernement provinciale ministre provincial akua busubuli kutumika uvira aende lala Burundi.

Na ndio maana tuko oblige, sisi kama wazalendo tulisha rasiria sekuriti na tuko na zungumuza namna gani, tuko na kataza wengine wazalendo wote kuacha kupiga masasi ovyo ovyo mungine juu ile masasi njoko anatuma mtu wa moja, wanakimbia na wengine wanapata oga na ile tayari iko na naisha polepole. Lakini kwa wale autorite wote wa kwenda la Bujumbura tuko na kamata azimio ambayo kasema, lakini itakuwa ni simple, haiko kuwanyanyasa kila mtu anavukaka mwenye pesa yake anaenda kustafuna Bujumbura weekend mara <coughs> anavuka bila jeshi jeshi na inarudia. Kwa nini sasa? bale vale, bale baba namshindikizaka abawezi lala kwenye nalala oh. Tatizo sio sheria, tatizo tuko mu, mu wakati ya vita ambayo raia iko na tafuta ikale karibu ya viongozi wao, ni ile ndio raia nataka, haiko aseme sheria hapa. Hata governor akisema siku ya posho naenda tembea Burundi, itakuwa ni haki yake, lakini kukuya tumika asubuhi unafanisha renyo pepe mere lingiza ngapi? unavuka mardi unakuya anti-fraude balingiza ngapi? kwanza unavuka zile franga zinaendaka kulua Burundi zile franga za mapave za Uvira wala nisi navaa namna gani. Sasa raia, mimi navaa nguo ya jeshi na ivazi nakuonesha kwamba mimi kwanza niko raia sawa sawa, na wengi suko raia, unasikia, na raia wakati watakamata azimio itakuwa ya nguvu kuzidia sisi kwa sababu sisi isasiilia watasema wazalendo wanapiga masasa, lakini wakati raia watagumuka watuahi teea. Ndio maana wajue ya kwamba wakati tuko hemo, raia iko na bezua ya kuikala na viongozi ambao wanawaongoza hapa vizuri sana. Na baada ya taarifa hizo tubaki tu ndani ya jiji la Uvira ambako wazalendo waendelea kupinga mpango wa CCLF unaofanywa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vikosi vya magaidi wa M23. Makamanda mbalimbali wa wazalendo akiwemo kamanda Mishak na wengine wameweza kupinga katukatu katu mpango wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mazungumzo na magaidi wa M23 huku wakikemea vikali mpango wa SSLF. Sisi tunapigania nchi yetu, hatupewi silaha, hatupewi chakula wala hatupewi chochote na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo tunapaswa kusimama sisi wenyewe kwa lengo la kupigania taifa letu, wala hakuna msaada wowote kutoka serikalini. Mipango ya SSLF hiyo ni mipango yao na wala sisi haituhusu. Ni maneno ya kamanda, embu tumsikilize. Kwa majina anaitwa General Meshakeradi Daudi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 na siraha ambazo tunazo ndani ya vile ya Uvira, tubakute kule, twende anza operation ya kufukuza wale adui mwenyangaliki Bukavu, Goma na kwenda ndio <coughs>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 Nomba na atusiki na seselefe na kwanzia leo uye nye tunaongea. MRPDP yote na panda milimani. Inaenda anzisha operasyo. Paka gisi utakisha tunaingia Goma tunafukuza adi mwenye na endelea kutu ataki. Ndiyo kisikia nasema kwa lesiwa force speciale ya operasyo ya wazalendo. Ni umoja wa wajenero wa moja ambao mejihunga na sisi. Ambao tuko na hayati Rukumeta tuko na mwenye alibakia tuko na Kindalanda Bango tuko na wengine wote wa fudre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 Raia wetu wa Bukavu wa Goma wanaendelea kuangaika. Kwa nini tubakie hapa Uvira? Kama kufia kule, tufie kule. Kwa sababu tulijitolea kufia nchi yetu. Ujumbe wa mwisho kwa raia wote na wakongomani wote kwa ujumla. Ujumbe wangu wa kwanza naanzia kwa presida wetu da la Republique, Felix Tshisekedi wa Chilombo amb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 Mashe, uh, biondo kilamba mawe mzee wa state ya main eh, akiska ndeki da feza da irene da asha wakiwa wanayesikiliza Baraka 1TV usikose kushare kusubscribe pamoja nukulike One TV. na kulike Baraka 1TV. Na baada ya taarifa hizo tujitupe moja kwa moja huko maeneo ya Nzibira ambako kazi kubwa iliyofanywa na FRDC na Wazalendo ya watia hasara kubwa magaidi wa M23 na tatu. Vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC, pamoja na Wazalendo, wameweza kuwaanzisha mipangilio mipya na mapigano mapya yenye kuwa na nguvu na yenye kutikisa huko maeneo ya Nzibira dhidi ya vijana wa Paul Kagame na vibaraka wa bwana Corneille Nanga ambao walisababisha hasara kubwa kwa upande wa magaidi huku wengi wakiwa ni majeraha na vifo vya kutosha kutoka kwa magaidi wa M23. Baada ya mapigano makali, pia ndege za FRDC na zile drones za CHO CH4 zilizokuwa zikiruka na kujaribu kusambaratisha baadhi ya ngome za magaidi wa M23 huku vikosi vya Tigre vya chini chini vya wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vilifanya kazi kubwa maeneo ya Zibira ambako walisababisha vifo vingi kwa magaidi wa M23. Kitendo hicho kiliwafanya magaidi wa M23 kujificha ndani ya nyumba ya raia, huku wakivua kombati zao na kuvaa pia nguo za raia. Maeneo yote ya kando kando ya Zibira inaonekana kuwa chini ya udhibiti wa wazalendo pamoja majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukiachana na ndani ya nyumba ya raia, magaidi wa M23 wameweka ngome zao kwenye makanisa na pia kwenye shule za watoto na wengine wamejificha hospitalini, lakini vikosi vyetu viko imara na vinaendelea kufanya patrui kandokando kando ya Nzibira, huku magaidi wakiwa wamebanwa kutokea, wala hawana kukimbilia. Hizi ni ripoti kutoka kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, FARDC Zibira, pamoja na wazalendo. hii ambao kunasikiliza ni Baraka1 TV, na huo ndio mwisho wa matangazo yetu wa Amka na Baraka1 TV asubuhi ya, ya tarehe mbili za mwezi wa 10 2025. mingine tukutanani majira ya saa sita, saa tisa sa pamoja na saa kumi na mbili kwenye Mitazamo yetu. Share, subscribe, like Baraka like, 1 TV. Mimi ni ndugu yako the one in ole town DJP Rejab akili ka bonga chaochao.